Magugu ni mimea ambayo haitajiki shambani, aidha imepandwa ama imejiotea, na hivyo inahitajika kuondolewa mara moja pale ambapo imeonekana shambani kwako, kwa sababu kuzifuatazo: magugu hupora chakula cha mimea ambacho kipo aidha kwenye udongo ama maji ambayo yapo pia kwenye udongo ambao yanahitajika na mimea. Pia magugu kwa sababu yanakuwa haraka na kustahimili mazingira tofauti tofauti, na hivyo kuchukua mwanga wa jua na pia kuwa ni sehemu ya maficho vya visumbufu ama visababishi vya magonjwa shambani kwako, mfano wadudu kama panzi. Pia visababishi vya vimelea tofauti tofauti vya magonjwa kama fungus, bakteria na magonjwa mengine ambayo waga na kwa susceptible kwa mimea yako ambayo wewe unahitaji ambayo siyo magugu. So na aina tofauti tofauti ambao unaweza ukatumia kukontrol magugu lakini kabla hujajua njia hizo, lazima ujue aina tofauti tofauti za magugu ambazo ni common ambazo ziko hapa kwetu Tanzania. Usiondoke kama huja subscribe, naomba usubscribe. Hii ni makoi. Kuna aina nyingi sana za magugu ambazo zipo hasa hapa Tanzania, lakini leo hii tunaenda kuelezea magugu ambayo ni common. Na ukishayajua ndio utajua namna gani ya u. Cha kwanza ni nyasi ama narrow leaf. Haya ni magugu ambayo huaga yanaota shambani kama nyasi. Kwa mfano ukiangalia kwenye shamba letu hili, hizi hapa ni nyasi ambazo zimeota hapa shambani kwetu. Kwa hiyo haya ni nyasi ama ni narrow leaf, ni aina ya magugu ambayo yapo shambani na pia kuna aina nyingine ya magugu ambayo ni broadleaf. Haya ni majani mapana, yaani ni majani ambayo wedha yameota yamepanda, au inaweza kawa ni mimea ambayo wewe hauhitaji shambani kwako. Kwa mfano kama hapa sisi hili ni shamba la mahindi. Kwa hiyo mimea mingine ambayo itakuwa imeota humu shambani ambayo ni tofauti na mahindi ama majani mengine ambayo sio nyasi atakuwa ameota humu shambani, hizo zitaitwa ni broadleaf, na mbi, mbinu ya kukontrol itakuwa ni tofauti pia na aina nyingine ya tatu ya magugu ambayo ni common kwa hapa Tanzania zinaitwa nati grass ama ndigo, na majani ambayo uwaga kwamba hata kama utapalilia ama utakata, uwaga mizizi yake inaenda chini zaidi. Kwa hiyo huwezi control kwa, kwa njia ya aina ambayo imezoeleka. Hata ukikontrol kwa kutumia kukata majani, bado baada ya muda tena yataota. Hizo ndo common aina za magugu ambazo zipo hapa Tanzania. So mtazamaji, nao umeshaelewa kwamba ni aina zipi za magugu na ni kwa namna gani unaweza kuzikontrol sasa, na hapo ndio tutaenda kuangazia mbinu tofauti tofauti ambazo unaweza kuzitumia ku. Njia ya kwanza ni mechanical control. Hii ni njia ambayo unatumia kuondoa magugu shambani kwako kwa, kwa, kwa kuondoa majani moja kwa moja. Kwa mfano, njia iliyozoeleka kwa hapa Tanzania ni kwa kutumia jembe la mkono ambapo unatumia jembe kung'oa ama kuondoa yale magugu ambayo yako shambani kwako. Hii inaondoa aina zote za magugu ambazo umeziona, ni miongoni mwa faida yake ambayo ya kutumia jembe la mkono, na pia aina hii inasaidia kwamba kuimprove soil structure, yaani umbo la udongo jinsi inavyokuwa, wakati unavyochimbua hapa inakusaidia kuongeza soil structure ama kuimprove soil structure. Na pia hasara ya mbinu hii hapa ni kwamba inatumia muda mrefu, na pia ni labor intensive. Unahitaji nguvu kazi nyingi ili uweza kuhendo uh, operation kwenye shambani shambani kwako. Kwa hiyo kwa kama una shamba kubwa zaidi ya heka tano, heka kumi itakuwa ni changamoto ku control magugu kwa kutumia mbinu hiyo hapo. That being said, tunakuja kwa na njia ya pili ni chemical control, ni kutumia kemikali tofauti tofauti za viwandani ili kuua magugu ambayo yapo shambani kwako, na mbinu hizi hapa zipo katika aina mbili, kuna selective na nani selective. Tukianza na nani selective, hizi ni sumu ambazo zinaua kila aina ya mimea ambayo ipo shambani kwako. Na sumu hizi hapa zinafanya kazi kwa namna mbili. Kuna moja ambalo zinaitwa ni pre-emergence herbicide. Hizi unapiga wakati ambapo magugu bado hayajaota shambani kwako, yaani hizi zinaenda kuua mbegu za magugu ambao yapo shambani. Mfano wa sumu hii hapo unaweza kutumia kama Paraquat ama Glyphosate. Na aina nyingine ama kundi lingine zinaitwa ni post emergence herbicide. Hizi zinaua magugu yakiwa yameshaanza kuota na kuna zingine ambazo zina cross cut zinaua magugu na mbegu zake ambazo zipo shambani, kwa mfano, hapa kwenye shamba letu hili hapa tulihitajika kutumia sumu katika kuua haya magugu kabla hatujapanda, na aina hii hapa ukipiga wakati wa maandalizi ya shamba lako, kwa mfano, Aza, Paraquat, ama Parafos, hizo ni aina za magugu ambazo unaweza. Aa, ni aina za sumu ambazo unaweza kuzitumia wakati wa maandalizi ya shambani kwako na kundi lingine la sumu ama herbicide ni selective herbicide. Hizi ni sumu ambazo zinatumika wakati ambapo mazao yako yameshaota shambani, yani ni sumu ambazo zinaua aina nyingine zote za mimea ama magugu ambayo yako shambani kwako, isipokuwa tu aina fulani ya mimea ambayo unataka ubaki shambani kwako. Kwa mfano kama shambani kwetu hapa, lengo ni kupata tu mahindi, lazima tutumie sumu ambayo itaua aina zote za mimea ama majani ambayo yako shambani isipokuwa tu mahindi. Kwa mfano, unaweza kutumia sumu kama maguguma ama 24D. Hizo ni miongoni mwa sumu ambazo zinatumika kuua magugu ya aina nyingine yote isipokuwa tu mahindi. Kwa mfano, kama wewe ni mkulima wa maharage, unaweza kutumia bean screen, ambayo hiyo ni sumu ambayo inaua magugu ama mimea mingine yoyote ambayo ipo shambani kwako isipokuwa tu nini? maharagi na pia kama wewe ni mkulima wa mpunga unaweza ukatumia sumu kama Tiragon, ambayo hiyo inaua majani mengine yoyote, mimea mengine yote ambayo iko shambani isipokuwa mpunga tu. Tazamaji, unahitajika kuwa makini wakati unapochagua aina ya sumu ambayo unatumia shambani kwako, na pia unahitaji usaidizi kama hauna uzoefu wa kutumia aina hizi za sumu, kwa sababu inaweza kutia hasara. Kwa mfano kama utatumia siri nani selective kwa wakati mimea yako ishaota shambani, unaweza kukuta tayari umeshaunguza mimea yote ambayo ipo shambani kwako. Na pia kama utatumia selective wakati target yako ulitaka kuua maharage na umechanganya umo shambani kwako mahindi, yani umefanya kile kilimo ambacho ni cha mchanganyo wa mazao. Kwa mfano umepanda mahindi na maharage, then ukatumia selective. Aidha ukapiga 2,4-D. Unaweza kukuta umeua maharage yako yote ambayo yako shambani but yamebaki mahindi tu peke yake. Kwa hiyo hizi hapa ni sumu, lazima uwe makini wakati wa uchaguzi na wakati wa utumiaji. Na by the way, kama kuhitaji ushauri na aina za sumu ambazo zinafaa shambani kwako, tupige simu, tupo hapa Morogoro za kusaidia na pia unaweza kupata baadhi ya huduma kutoka kwenye agrovet zetu ambazo ziko hapa Morogoro. Mtazamaji, Kumbuka kuwa hizi ni sumu, hivyo zinaua sio tu mimea, inaweza zikaua hata wewe binadamu pia. Kwa kuwa makini unavyotumia sumu hizi hapa wakati wa matunzo au uandaaji na utumiaji ili uweze kujiprotect wewe mwenyewe. Na pia kuna njia nyingine ya tatu ambayo unaweza kutumia kucontrol magugu shambani kwako ambayo inaitwa ni integrated herbicide ama pest management ambapo hii ni mbinu ambayo unatumia mbinu zote mbili ambazo tumesema chemical mechanical ama biological ku control aina ya magugu ambayo ipo shambani kwako. Kwa mfano, umetumia mbinu ya mechanical, umetumia jembe la mkono, lakini bado unaona magugu yanatokea shambani kwako. Kwa hiyo unahitaji kutumia chemical. Na pia kama utaona chemical haijawa effective zaidi, unaweza kutumia hii mechanical kuondoa magugu shambani kwako. Tazama, tuandikie hapo kwenye comment box video kwamba wewe huwa unatumia mbinu hii. Na ni mbinu ipi ambayo unahisi ni effective? To me, na recommend kutumia chemical herbicide control technique kwa sababu inatumia muda mfupi, na pia inakuwa ni effective kutegemeana na mazingira ambayo upo, na pia inakuwa na high economic value kwa sababu kama una aina kubwa ama una eneo kubwa ambalo unahitaji kucontrol, hautahitaji kuwa na labor intensive ama vibarua wengi, na hautahitaji kuwa na pesa nyingi sana ambazo utakazozitumia. Kwa hiyo utasevu baadhi ya cost nyingi na pia utatumia muda mfupi kumaliza shamba lako. Kwa hiyo kama unalima kuanzia heka tano heka sita na kwenda juu, sizani kama ni more economical kama utatumia vibarua, unless kwamba hii mbinu haija effective. Kwa hiyo utahitaji kutumia integrated management hiyo hapo kwa kutumia vibarua sehemu ambapo sumu yako hajawa effective kwa kati ureko, utahitaji kutumia vibaru na kama eneo lako ni dogo zaidi, unatumia gardening ni, ni, uh, ni sehemu tu ya bustani, hauna haja ya kutumia hizi chemical control mseto ila kama utahitaji usaidizi zaidi ya namna ya kutumia hizi sumu tupigie simu ama tuandikie hapo kwenye comment box, bila kwamba changamoto yako ni ipi kwenye upande wa control magugu, kwa kutumia njia yoyote ambayo mimi na labda wewe, kuna njia ambayo unaitumia kwenye control magugu, na hata tuifahamu tuandikie hapo kwenye comment box. Naitwa Stefano Mashauri wa Maco TV, karibu tujifunze tulimbe.